Kibirizi, hey, mimi bana nasikia raha sana, uh, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi wote ambao uh, umeambatana nao, karibu hapa ndo Kibirizi. Hii ndiyo kata pekee ambayo iliweka muhuri kuhakikisha Baba Levo anakuwa mbunge wa jumba ya Mungu. Na nitakuambia wala usiwe na wasiwasi, mzee wangu, nitakuambia, Kibirizi ndiyo kata pekee ambayo iliweka muhuri wa mwisho kuhakikisha Baba Levo anakuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Kwanza walianza wakati wa kura za maoni walirundika mzigo wa kutosha, ilivyofika wakati wa kura sasa zile za mimi na mama tunapeperusha bendera hapa, dalali alipigwa kipigo cha mbwa koko. <laughs> Kibirizi oe, moja kati ya vitu ambavyo vilisababisha watu wa Kibirizi wakatupigia kura nyingi sana mimi na Dokta Samia Suluhu Hasan ni ahadi ambazo tuliahidi kwa ajili ya kata yao ya Kibirizi. Moja kati ya ahadi ambazo tuliahidi kwa watu wa Kibirizi ya kwanza kabisa ilikuwa ni ulinzi na usalama kwa ajili ya vipe vyao na wavuvi wanaenda kuvua. Lakini ahadi ya pili ambayo tuliahidi kwa watu wa Kibirizi ni kupatikana kwa soko la kisasa na waache kuuza kwa kutangatanga. Ahadi ya tatu tuliyoahidi Kibirizi ni barabara ambayo ukiuhalisia ukiangalia ni kata kubwa hii. Ndio kata ambayo ina watu wengi kuliko kata yoyote katika jimbo la Kigoma mjini. Ndugu zangu wa Kibirizi, maneno haya ambayo nataka kuyaongea hapa, nimeyaongea Katonga, tumetoka Katonga. Moja kati ya kitu ambacho tunatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza ni kumpata rais, rais ambaye ametuletea Kamanda Siro katika mji wetu wa Kigoma. Huyu mzee ukimwona kama mpole hivi, akichafukwa nafsi hapata pumulika, na hizi hizi chokochoko choko ambazo hawa wezi wanamletea Siro, naomba niwape tahadhari, kama mwizi yuko nyumbani kwako, jambazi yuko nyumbani kwako, ni mme wako, ni mtoto wako ni vyema uongee naye mapema, aidha atafute chimbo lingine, siyo hapa Kigoma mjini. Nawaambieni hivi kwa sababu baadaye mtataka sisi wanasiasa tuje tupambane na polisi, kwa sababu polisi watakuwa wanafanya kazi yao. Leo tunalalamika hapa, kama tunaibiwa vipe vyetu, tunaibiwa mashine, tunaibiwa nini. Polisi wakianza kuchukua hatua, wakagundua mwizi ni mtoto wako, mwizi ni mume wako, mtaarudi tena kwetu wanasiasa, polisi wanatukamata. Hatutakubaliana kama tunakubaliana, polisi wafanye kazi yao, kwa sababu hivi tunavyolalamika, tunavyosema tunaibiwa, tunafanyaje, tunafanyaje? Ni wazi tunawachongea na tunatoa yale ya moyoni ambayo kwa namna moja au nyingine yanaweza yakaharibu kazi yao. Kwa hiyo wao pia wakianza kufanya kazi kama wanayoifanya siku zote, naomba tuwape ushirikiano. Ushirikiano wa kwanza, sisi kwa sisi, tutajane wale ambao tunahisi wanaleta matatizo kwenye mwalo wetu, wanaleta matatizo kwenye ziwa letu. Lazima tutoe ushirikiano. Lakini ushirikiano wa pili tumesikia hapa kamanda, nadhani anasikia kama uh, ukishuka pale watu wanaomba mboga. Sio kuomba mboga, watu wanachukua rushwa ya samaki, au kama ni dagaa wanachukua kwa wavuvi ili waweze kuwaachia waendelee na shughuli zao zingine. Ni kweli uongo?